Hii hapa inakisiwa kuwa ndio video ya mwisho inayomonyesha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya, Raila Amolo Odinga masaa machache kabla ya kufariki kwake. Taarifa za kifo cha Raila Odinga bana zimetangazwa leo asubuhi baada ya kile kinachotajwa kuwa alipata mshtuko wa moyo wakati alikuwa anafanya matembezi nje ya hospitali ambayo alikuwa akipokea matibabu kule India. Sasa hii video hapa bana imemwonyesha Raila akiwa anatembea nje ya hospitali hiyo, hasa ijajulikana kama ndio video yake ya mwisho ambayo Uh, ili alikuwa amechukuliwa uh, kabla ya kifo chake. Lakini kwa mujibu wa madaktari ni kwamba Raila alikuwa katika matembezi yake ya kawaida kabla ya kupata mshtuko wa moyo na kuzirai mwendo wa saa mbili na nusu asubuhi, lakini takriban kama saa moja baadaye um, mwili wa Raila Amolo Odinga ukatenganishwa na roho kwa maana kwamba akafariki dunia na taarifa ambazo zimeza kutikisa sana ulimwengu, sio tu Afrika, sio tu Kenya na ni kwamba ulimwengu mzima. Raila Amolo Odinga bwana alikuwa ni moja kati ya wanasiasa tajika sana kutoka nchini Kenya, lakini pia alikuwa amepata umaarufu kutokana na namna ambavyo alikuwa amepigania demokrasia ya Kenya kwa miaka mingi sana. Rais William Ruto ameweza kutangaza siku za saba za maombolezo kuanzia leo tarehe 15 ya Oktoba mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano nadhani na mpaka na tarehe 22, na na bendera Kenya nzima zitakuwa zitakua preparation nusu mlingoti, ili kuweza kumwenzi mwenda zake Raila Amolo Odinga, ambaye alikuwa ni waziri mkuu kipindi kile, wakati wa uongozi wa mheshimiwa ambaye ambaye, ama tuseme, hayati Mwai Kibaki ambaye, mwenye, pia pia na mwenyewe alifariki dunia miaka kadhaa iliyopita. Wakenya wengi wamejitokeza bana kuweza kutoa Uh, salamu za pole na rambirambi rambi kwenda kwa familia ndugu jamaa na mashabiki ambao pia walikuwa wakimshabikia sana Raila Amolo Odinga. Lakini pia kumekopa na marais kutoka Afrika Mashariki ambao na wenyewe pia wametuma salamu zao za rambirambi rambi, kama kuonyesha kuguswa na msiba wa Raila Amolo Odinga kiwemo pia Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ambaye pia ametoa salamu zake za rambirambi kwenda kwa familia na Wakenya kiujumla. Lakini sasa ni video hii hapa, ambayo haijajulikana kabisa kwamba kama ni video ambayo ilikuwa ni ya mwisho, lakini kwa mujibu wa baadhi ya watu ambao wamekuwa kisambaza video hizi, inaonekana kabisa kwamba ndio video yake ambaye aliweza kuchukuliwa wakati yupo kwenye matibabu kule India.